Nam mtazamaji, mlalamishi aliyelaghaiwa zaidi ya shilingi laki mbili unusu na watu waliojidai kuwa maafisa wa Mamlaka ya Afya ya Kijamii SHA amesimulia jinsi alivyodanganywa na watu hao ambao badala ya kumsajili kwa SHA, walimpora zaidi ya shilingi laki mbili kutoka kwa kaun, akaunti yake ya benki. Nam aidha, anasema kuwa matapeli hao pia walichukua mikopo kupitia simu yake. Naam na mna, kama anavyoarifu Ben Kirui ni kwamba washukiwa hao wanne walikamatwa Ijumaa na wanasubiri kushtakiwa.

Simanzi bado imemganda Jacob Makunyi kufuatia tukio lililomsibu mwezi Septemba. Jacob anaonyesha maelezo ya benki yanayodhihirisha alivyoporwa na washukiwa waliodai kuwa maafisa wa Mamlaka ya Afya ya Kijamii, SHA. Matapeli hao walifagia akaunti yake kiasi cha kumwacha na shilingi 345 pekee. Anasimulia jinsi walagai hao walivyojifanya kumsaidia kusajiliwa kwenye huduma za SHA. Walikuwa nembo yake ilikuwa ya SHA pia. Wakaniambia sasa, wametumwa na serikali kuandikisha watu kwa SHA. Sasa wakaniambia lete simu tukuaktivetie, nikawapea, lakini mbeleni nilikuwa nimekataa bila kujua kilichokuwa kikiendelea. Aliendelea na shughuli zake za kawaida hadi alipokwenda kutoa pesa na kugundua kuwa akaunti yake haikuwa na pesa. Wakati tuliachana nao, nikaenda nikashinda kwa samba kitu kama saa kumi na moja ikiwa inabaki, uh, nikafikiria niende nitoe pesa kwa M-Pesa ni nilipe hao watu wa rent. Sasa mbereni e, nilifikiria kwanza nienda kwa Safaricom. kwenda kwa Safaricom wakati niliwapatia simu yangu akaniambia msee umeibiwa. Hawakukomea hapo bali pia wakachukua mshahara na mikopo mingine kutoka kwa benki kwa kutumia taarifa zake binafsi. Nilikuwa nimeibiwa 70000 first i iye kutoa ya kwanza ya pili wakanivia 69000 na ya tatu wakanivia 11000 hiyo ikatoka up to 150000 Statement nyingine ilikuwa inaonyesha wameokoa pesa, walikuwa wameomba hata salary and advance ya 26000 620 walikuwa hata wameenda wa, wa, wa kwa kwa shares, wa Kaomba Loan, walikuwa hata wameanda kwa dividends wa Kaomba Loan. Mwezi mmoja baadaye, mithili ya siku arobaini za mwizi kuwadia, watuhumiwa wanne walikamatwa polisi. Walimpigia simu Makunyi, ambaye alifika katika kituo cha polisi cha Marimanti kuwatambua washukiwa hao. Peter Muridhi, Catherine Kinywa, Lilian Jeri na Samuel Mbuthia walikamatwa siku ya Ijumaa. Makunyi sasa anasubiri wawasilishwe mahakamani siku ya Jumatatu, akitumai kwa haki itatendeka na fedha zake kurudishwa. Ben Kirui, Runinga ya Citizen, Nairobi.